Tiba ya kurejesha hisia ni aina ya tiba ambapo unafundisha ubongo uliodhurika kuhusu hisia ambazo mtu amepoteza kwa njia ambayo ubongo unaanza kupokea ishara hizo na kuzijibu kwa namna inavyoweza kuzoea. Kwa hiyo ikiwa hii itafanikiwa, basi mgonjwa anaweza kuanza kutambua vichocheo ingawa kwa njia tofauti ukilinganisha na mtu wa kawaida na hivyo kuzuia matatizo haya. Sasa, kwa mfano, unaweza, hii inaweza kuanza kwa urahisi tu kwa kuweka vitu tofauti mezani na kumwomba mgonjwa afumbe macho na kugusa hivyo vitu tofauti. Inaweza kuwa glasi, inaweza kuwa Velcro, inaweza kuwa kipande cha karatasi, inaweza kuwa chungwa, na jaribu jaribu er, kuangalia ni nini anagusa, kisha afungue macho na aone kwa macho yake mwenyewe ni kitu gani alikuwa anagusa. Unaweza pia kuweka mchele mbichi kwenye bakuli mezani na kuweka vitu tofauti ndani ya ule mchele. Kisha jaribu kufumba macho tena na kujaribu, eh, kuchanganya mikono kwenye ule mchele mbichi na kuona ni kitu gani mkono wako unashika. Vivyo hivyo hali ya joto, baridi na hisia za moto au baridi, eh, zinaweza pia kuboreshwa kwa kutumia taulo iliyoloweshwa kisha kuiweka kwenye mkono au kiungo kilichoathirika cha mgonjwa. Halafu tena angalia kama amehisi baridi au joto na tofauti anavyoitambua ikilinganishwa na alivyozoea kabla ya kuugua. Hivyo basi, hii inaweza kusaidia sana kuboresha dalili za kufa ganzi na hivyo kuboresha utambuzi wa hisia kwa mgonjwa na hatimaye kuboresha ubora wa maisha yake.